Navoanamnao nokugombana naye watu, acha waongee, wataongea watachoka, huwezi kuzuia watu kuongea Tamali. Sijakataa. mama ni mtu mzima, lakini sisi ni watu wazima pia. Kama tulikuwa tuna fichwa tukiwa wadogo, lakini tushakuwa, tunapaswa tujue ni siri gani ambayo ipo kwenye familia yetu, ili hata mwisho wa siku tusie tukafanya makosa pasipo kujua. Umeona, ilibidi ili mambo haya mambo inabidi sisi tuyamalize. Tushakuwa watu wazima sawa, lakini hatuwezi kuyamaliza bila kujua chanzo ni nini? kwa okay, sisi ndio tunamaanika mtaani, tunasemwa tunaongeleka afu tuna, tunaongelewa tuna mambo ambayo hatuyajui, kwamba yani inachanganya Tamali, inachanganya waya fiche. Kaka, usizani hata mimi nimekaa hivi kimya kwamba analizika na haya mambo yanaendelea. Hata mimi ananchosha na natamani kujua nini anaficha, lakini haina haja kugombana naye. Kwanza tunamshushia heshima tunavozozana naye kila siku, nini maana yake? Alafu ni mtu mzima, kumbuka na ni mama yetu. Inawezekana kwa sasa hayuko tayari, lakini atatuambia. Tamali, mimi sioni sababu ya mama kukaa kimya, na wala usilaumu mimi kufoka kwa sababu tushakaa naye chini mara nyingi kuweza kujaribu kumuuliza kistaarabu, asemi. Wewe unafikiri ni njia gani ambayo tunaweza tukaitumia mama akasema? Mimi nimekuelewa kaka, lakini naomba tu shusha pumzi zako, shusha jazba, tuwe tunaongea na mama kiukarimu, tuongee naye kwa utaratibu, na ikishindikana, hata tumtafutie mtu mzima, lakini sio kuzozana naye, kukoloma kama hivyo. Angalia ulivyokuja umejaa namna hiyo, tunatengeneza tunabomoa. Tamali, subira. Tunasubiri mpaka lini? Tuna muda tuna mrefu tunamlazimisha kusema hichi kitu ataki kusema. Okay, tuendelee kusubiri mpaka lini? Mpaka hajatokea matatizo makubwa zaidi. Siwezi kukaa kimya na nitaliongea mpaka mama aseme nini anachokificha. Sasa unaenda wapi kaka? Wewe Luba. Luba. Makubwa unaendapebbaubwa Mama, huu si muda kukaa kimya tena, maana kinachoendelea huko mtaani ni aibu. Tunasemwa sana, hasa sisi tunaotoka kwenda kuangaika huko nje, tunanyoshewa vidole mno. Mamangu, sasa ni muda wa kulimaliza, lakini hatuwezi kulimaliza bila kujua chanzo ni nini. Nakuomba mamangu, tafadhali, hebu niambie, ni siri gani ambayo unaificha ambayo inapelekea aibu kwenye familia. Luba nimekuambia sielewi chochote, sielewi chochote. Hivi mama, ili jambo utaendelea kuweka siri mpaka lini? Hivi unajua siku tunakotembea mama, inafikia tu mpaka unashikana na mtu kwa sababu ya, ya vidolo ambavyo anakuonyesha hivi. Mama, unajua sisi tunasemwa sana. Hivi mama, unajua kwamba hii familia huko nje ina historia chafu sana? Mamangu, hebu hebu hebu hebu basi niambie, hebu jaribu wewe si kuokoa tu tuficha tu hata hizi aibu zetu, basi tujue jinsi gani tunalimaliza mamangu, kwa sababu kinachoendelea ni aibu, yani mama ni aibu kiasi kwamba mpaka mtu unashindwa kuvumilia huko mtaani mama eh, hebu sema basi, tulimalize hili jambo mama. Luba, sina cha kukujibu. kama itaendelea kuwa siri mimi sina budi kuikimbia hii hii. Mama, nitakuachia nyumba wewe nao wanao wengine mwendelee kuishi. Ila mimi nitashindwa kabisa kuvumilia. Nitaondoka kwenye hii nyumba na nitaka kuelekea, nitajua mimi mwenyewe. Sababu ni hiyo tu au kuna jingine? Utajua muda ukifika. Ni nini hii mama ananificha na, na kwa nini kila nikimuuliza anabadilika uso na kuonekana ni mtu mwenye wasiwasi? Anaogopa nini? Au ni kweli watu wanakusema, familia yetu ina siri chafu? Lazima nijue hata kama itaniumiza. Hicho anachokitaka hakiwezi kuwa rahisi. <laughs> <laughs> Siri yako itakuwa na gharama kitopetope. Haiwezi kuwa siri kila siku. We, ni kama kio kilichovunjika, na ukiendelea kuchimba chimba utavunja kila kitu. Nafikiri mama anaweza kuweka aibu mbele ya mtoto wake. kuna kitu kinanichanganya sana, yaani sielewi na majibu sipati, yaani kila nikifikiria sipati majibu, na mama ndo hataki kabisa kuongea chochote. Inaonekana kuna kitu anatuficha, tena hicho kitu ni muhimu sana. Hivi unajua, najua kwa nini huwa unakuwa mkali kwa mama, kwa sababu umri uliofikia So, kutuficha kila kitu. Sisi tushakuwa watu wazima sasa hivi, lakini cha ajabu kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea mtaani vinavyohusiana na familia yetu na mama hataki kuweka wazi. Ili jambo limeniumiza sana, japo ni muda mrefu, lakini bado linaumiza kwa sababu yaani, kuna vitu ambavyo vinaendelea. Ukiachana na hicho kitu sasa, sijajua kama sababu inaweza ikawa na hivyo hivyo, lakini hapo hapo kaa ukijua kuna mtoto ambaye mama na anamzungumzia sana lakini hata siku moja kusema kutuambie japo mtoto yuko wapi, au yeye mwenyewe kufanya process labda kumtafuta hakuna. Hicho ndio kinachonichanganya zaidi, kwa sababu huyo mtoto saizi inaonekana atakuwa mkubwa mkubwa, lakini sijui yuko wapi, anaishi na nani, anaishi vipi, sijui. Nasioni mama kufanya lolote labda kumtafuta, sijui yani, yani sielewi nini kimejificha hapa kati. Mama yupo ni mtu mzima. Lakini mimi ndo mwanaume pekee ambaye mwisho wa siku nitabaki kama msimamizi wa familia. Kwa hiyo sasa nitajua nini nafanya mpaka mama aseme ukweli. Kwa sababu mwisho wa siku anaendelea mtaani, sisi ndo watu ambao tunaweza tukayamaliza. Lakini hatuwezi kuyamaliza kama hatujui chanzo ni nini. Mimi nitajua jinsi gani nafanya, jinsi gani naongea na mama mpaka aseme ukweli. Kana, nitafurahi sana kijua ma. Haijalishi atakuwa ni mazuri au mabaya, lakini ni kukaa kwenye taaruki namna hii, yaani kwa kweli ananchosha nini. Na kama mna tatizo, kwanini yo mtoto am, amtafuti? Aya, mi nakuachia wewe sana moja, nkapike zangu ali Sawa. minakakimi hapa najaribu kutafakari itajulikana tu. Eh, umesema ndo kupika nini? ni sana ubwabwa nyie, bwana mnazidisha miwali kila siku. siku Fanyeni hata siku hata moja moja hata dona basi. Ah ah. jikoni hapa naenda kumkuta. Fanyaje sasa, ndo wapishi <coughs> Amo mama, mama, sijambo. Samahani, naomba kuuliza auliza. Hivi hapa ndo kwa mama yake na Ruba ndio? Hapa. Shidaga. <sighs> <sighs> <sighs> Walezi wangu wamenambia mm. Kwa ukifika kwa mama Ruba ndo umefika nyumbani. Walezi wako? Hmm. We ni nani? Mimi naitwa Soso. Soso? Tope, tope. Karibu. Asante, karibu. Karibu. Samani sana kitopetope. Nimekuja hapa kuna vitu sivielewi. Na imani wewe kuna vitu unavifahamu kwa sababu upo karibu sana na familia yetu toka sisi wadogo. Kwa nimekuja hapa, nahitaji uniambie hivi, nyie watoto, mna nini na mimi? Kaka yako Ruba kila siku naye ananisumbua, anataka kujua ukweli. Sikuzeni niwaambie kitu, mnachokitafuta kipo nyumbani kwenu wenyewe maanisha huo ukweli mnaotaka kujua mtaujua huko, uko nyumbani kwenu, na si kwangu mimi, si mnanielewa? Kama mama yenu angekuwa amekufa basi mi ningefungua mdomo wangu kuambia, lakini kwa sababu yuko hai, yeye ndo ana jukumu hilo. Samahani sana mama tulisha jaribu kuongea naye, lakini hataki kutuambia chochote. Nimekuja hapa, nahitaji msaada wako, na sina sehemu yoyote ambayo naweza kwenda kuomba hili swala na kuomba kitopetope. Niko chini ya miguu yako, naomba msaada wako. Cha kukusaidia mimi ni hiki, nenda mkazidi kumbembeleza, atawaambia na kama atashindwa basi mimi nitakuja kumlazimisha, umeelewa? Basi haya, mimi naenda. Ah, tutumbo panda kunumiza kile Soso ndugu yangu. Nini shida? Mbona upo kwenye hali hii? Unajua hata sisi unatunyima amani. Siwezi kuwa sawa kwa sasa takavupata majibu yangu yote nomuuliza, mana kasabu a kila swali ntakalomuuliza anipijibu kwa wakati. Anaishia tu kunaambia kuwa ntakujibu, au aseme kwamba hivyo vitu vishapitwa na wakati, avileti maana wote Sawa, sasa sikiza nikwambie, haya mambo yataenda ataisha tu, hakuna siri, na usitegemee kama utakaa milele bila kujua hicho kitu ambacho mama anaficha. Hata sisi wenyewe mundani wote tunatamani kujua nini anaficha, unanielewa? haina haja kukaa hivyo. Una amani? tulikuwa tunaangalia wote TV ndani, lakini umetoka, najua umeenda dukani, kumbe unakuja kukaa hapa. Mimi sipendi uwe kwenye hali kama hiyo. Okay, sawa itakuwa sawa, lakini hili jambo mimi naniumiza sana nahisi, nitakuja kuwa sawa kabisa pale ambapo nitapewa tu majibu yangu yote natakuja kujua ukweli wote, nini ambao mama anaficha. Ukisema hivyo nakosea. Unajua si mundan, tunaishi kama ndugu, tunapendana kabisa. Sasa kwa nini unataka kuelewa? Mi nakuahidi atakwambia tu, yaani atasema, ila usitaki kufosi. Mpe nafasi, ataongea. Huwezi kujua kwa nini nataki kuongea kwa sasa. Sawa okay, mi niko sawa sijai Kisi sana na mke wangu, ni muda mrefu jaja kumtembelea. Usijali mke wangu, sasa hivi sitokutupa tena, nitakuwa nakuja kukutembelea kila wakati. Naona wewe bado umebaki na ubinti wako leo

kukoona. Ila bado hali yangu ni mbaya sana. Pole sana. Pamoja na jitihada zako zote za kutafuta mafanikio, lakini bado unaendelea kusikia. Binadamu ni wasaliti sana na sijui itakuwa hivi mpaka lini. Lakini hiko sio kicho nileta nini hapa. Kuna kazi nataka nikupa Kasi gani? Kuna kijana anaitwa Soso Atari sawa. Okay, so, labda nikuulize swali. Kwa nini wewe? Fanya kwanza hiyo kazi, ukimaliza ndio nitakwambia kwa nini.